Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya Mwongozo wa Kujifunza Biblia. Leo ikiwa ni Mei 13, siku ya Jumanne, mada leo inasema: kama kaa la moto wakao makerubi au kama viumbe hai, Ezekieli 10 aya nane, au ishara zao za dhahabu, Kutoka 25 aya 18, wanaonekana kote katika Agano la Kale mara nyingi wanaelezewa wakiwa wamesimama karibu sana na kiti cha enzi cha Mungu wakiangaza utukufu wake kwa ulimwengu. Makerubi pia wametariziwa katika pazia mbele ya patakatifu pa patakatifu, Kutoka 26 aya kwanza. Katika kitabu cha Zaburi, uweza mkuu wa Mungu juu ya uumbaji unaelezewa kishairi kama Mungu akibebwa juu ya upepo na makerubi, Zaburi 18 aya 10. Mungu aliamuru kwamba juu ya sanduku la agano wawekwe makerubi wawili wa dhahabu wa wa tupu na mabawa yao yakinyooshwa kuelekeana Kutoka 25 ya 18 hadi 20. Soma Ezekiel sura ile ya kwanza ya 4 hadi 14. Unaona ufanani gani kati ya kifungu hiki na matukio yanayoelezewa katika Isaya sura ya 6 aya ya 1 hadi ya 6 na Ufunuo sura ya 4 aya ya 1 hadi 11? Ezekiel anaonyeshwa udhihirisho wa ajabu wa uwezo wa Mungu. Ni tukio la kutatanisha kwa kuanzia kulinganisha na hali mbaya ambayo watu wa Mungu walijikuta wakiishi nayo wakati huo. Wateule hawako katika nchi ya ahadi, bali katika utumwa wa Babeli. Ezekiel anapochunguza tukio lililowekwa mbele yake, anatazama juu na kuona kiti cha enzi cha Mungu juu kabisa. Angalia ufanani muhimu na maono mengine ya kiti cha enzi. Viumbe hai ambao Ezekiel anawashuhudia wanazo nyuso sawa na za viumbe hai katika maono ya Yohana: simba, tai, ng'ombe na mwanadamu. Viumbe hao wa ajabu wenye nyuso nne hawakutajwa bayana katika maelezo ya awali ya Ezekiel, lakini baadaye katika tukio lingine la chumba cha enzi tazama ezekieli sura ya kumi aya kwanza hadi ishirini na moja wanaitwa makerubi na pia tunapata kaa la moto kutoka katika maono ya isaya ya maserafi nyuso zao zinafanana na viumbe hai wanaotajwa katika maono ya yohana wakati wowote tunapoona kiti cha enzi cha mungu iwe katika mfano wa sanduku la agano ambalo lilitumika kama mahali pa mungu pa kukutania na musa kutoka 25 na 22, au maono ya kustaajabisha ya manabii daima, makerubi wapo, wanahusiana kwa karibu na kiti cha enzi cha Mungu. Viumbe wote wa Mungu vilikusudiwa kuakisi utukufu wake, iwe tunazungumza juu ya jamii ya wanadamu walioumbwa kwa mfano wake, au malaika wanaohudumu kuzunguka kiti chake cha enzi chenye utukufu. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu